Mpango huu unashirikisha waajiri wa, wa vyuo vya elimu ya juu, vyuo vya ufundi na mafunzo stadi, na unalenga kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa elimu na mafunzo. pamoja na mambo mengi pamoja na mambo mengine, mpango huu unalenga kuimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya utoaji wa elimu na utendaji kazi kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele kama nishati, teknolojia ya habari na mawasiliano, na viwanda vya kuongeza thamani. Aidha, mpango huu unaweka misingi thabiti wa kujenga kizazi cha wahitimu wenye uwezo wa kuajirika, kujiajiri na kushiriki katika maendeleo ya taifa, kwani umedhamiria kubadilisha mfumo wa elimu ya nadharia kwenda mfumo unaozingatia ujuzi, vitendo, ubunifu, uzalishaji mali. Kimsingi, mpango huu unasisitiza mageuzi kuelekea mafunzo yanayozingatia umahiri na, na ushirikishaji mpana wa sekta ya uzalishaji na uwiano wa karibu kati ya utoaji wa elimu na vipaumbele vya kiuchumi vya taifa. Mpango huu utatekelezwa sambamba na sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2023 pamoja na ajenda ya mageuzi ya elimu Zanzibar za. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, serikali ya wa awamu ya sita imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, stadi, maarifa na sifa za kuajirika au kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu, ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali ya rasilimali watu iliyoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Dhamira hii inatokana na ukweli kwamba asilimia 34 ya wa Watanzania ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35 wanaohitaji kuandaliwa kwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kitaifa na kimataifa, ambapo kwa sasa zaidi ya wanafunzi milioni mbili na laki moja wapo katika taasisi za elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, jambo linaloipa serikali na wadau wake wajibu wa kuhakikisha mfumo wa elimu unazalisha wahitimu wenye umahiri, wanaweza kuajiriwa na kujiajiri na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. Kwa muktadha huo, serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ya sera na mitaala ya elimu katika ngazi zote kwa lengo la kujenga mfumo wa elimu ulio mnyumbufu, jumuishi na unaoendana na vipaji, mwelekeo na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku ikizingatia mabadiliko ya teknolojia na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Vile vile, serikali imeendelea kutenga rasilimali kubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi kwa kuongeza bajeti ya elimu mwaka hadi mwaka, fedha ambazo zimeelekezwa katika ujenzi na uboreshaji wa vyuo, karakana na maabara, pamoja na kuwezesha mafunzo ya vitendo yanayohusisha sekta binafsi. Uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuifanya elimu kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi, ubunifu na ajira endelevu nchini. Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa viongozi na washiriki, kisera mpango huu wa kimkakati unashabihiana na malengo ya mipango ya maendeleo ya serikali. Utekelezaji wake ni ukamilishaji wa ahadi iliyobainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya 2530 ya kutengeneza ajira milioni nane kwa upande wa Tanzania bara na ajira laki tatu na elfu hamsini upande wa Zanzibar ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini dira ya maendeleo ya taifa 2020-2050 inayolenga kupandisha wastani wa kipato cha Mtanzania kufikia uchumi wa kipato cha dola za Kimarekani elfu saba pamoja na dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050 inayolenga kupunguza ukosefu wa ajira kutoka asilimia 14.1 hadi asilimia 6.2. Dira zote kwa pamoja zinasisitiza umuhimu wa kukuza ujuzi, ajira kwa vijana na uhusiano thabiti kati ya elimu na soko la ajira. Mwisho, ninatoa rai kwa wadau wote kuhakikisha kuwa mpango huu unaozinduliwa leo unatekelezwa kwa vitendo. Ni matarajio ya serikali kuona kuwa matokeo yanayopimika katika ubora wa mafunzo, ajira za vijana, ubunifu na teknolojia ya ukuaji wa uchumi kwa taifa. Baada ya kuyasema hayo, ninayo heshima sasa kutamka kuwa mpango wa pamoja, wa pamoja wa ushirikiano kati ya waajiri na vyuo umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunifikiria.